Uh, inaonesha wazi kwamba kwa upande wako wachezaji bora wote wanatokea Young Africans. Imekuwa sasa ni tamaduni kila msimu, uh, lazima tumeshuhudia mchezaji mmoja kutoka Zanzibar kuitumikia Yanga. Mipango ipo, e bwana, mipango ipo, na nadhani siku mbili hizi hizi ama dirisha litakavyofunguliwa, uh, tuna vijana wengine tumesajili kutoka Zanzibar, wako tayari, wamesha saini among the top upcoming talents kutoka Zanzibar nyingine mbili eh, tumekwisha zisajili. Eh, Young Africans they are the best upcoming talents ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Um, when I say the best top young talents, they are going to be the stars kwenye hii nchi na wamechagua timu sahihi ya Young Africans. Kwa hiyo Zanzibar na Yanga ni kitu kimoja. Yanga imeasisiwa na imekuwa na mizizi ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo mchezaji ambaye anatoka Zanzibar kuweza kuwa ana nyota ndani ya Yanga ni kitu cha kawaida. Wote ambao wamekuwa wakija Yanga lazima uh, wana shine. e, mchezaji wa mwisho kumchukua kutoka Zanzibar ni Shehan. Tumekuwa tunamlea, tunatambua uwezo wake, hatumpi presha tunamkuza taratibu na sasa hivi ameanza kuwa anapata regular collapse za national team, Ngorongoro Heroes, anakwenda kama kawaida. Mungu amemjalia, sasa hivi ameitwa pia kwenye kikosi cha CHAN, kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba ni kipaji. Sasa hawa wengine ambao tumekwisha uh, malizana nao na waweka katika mipango yetu na kuwa wako tayari kama wachezaji wa Yanga Africans, tuna future nzuri sana kwa Yanga na Tanzania. Unachomaanisha wanakuja kuungana na Feisal Salum. Wana Zanzibar uh, utakuwa unaizungumzia Azam. Yanga hatuna mchezaji ambaye anaitwa Feisal Salum. Kwamba si za kweli hizi tetesi. Yanga hatuna mchezaji ambaye anaitwa Feisal Salum. Mimi natambua Feisal ni mchezaji wa Azam ana mkataba nadhani bado wa mwaka mmoja, kama ninakumbuka vizuri, wakati wanamsajili tulivyowauzia uh, ulikuwa na ni mkataba wa miaka mitatu, kwa nadhani bado ana mkataba wa mwaka mmoja. Sisi tuko katika kuandaa timu yetu kwa mipango yetu wenyewe, sio kwa kuangalia tetesi, kuangalia watu wanasemaje. Sisi tuna uh, mipango yetu. Uh, Feisal ni mchezaji mzuri yeah. Hakuna shaka Feisal ni mchezaji mzuri, na Feisal kwao ni Yanga. Mimi naamini Faisal siku atakapoamua kwamba anataka kwenda timu nyingine Tanzania, nadhani haitakuwa timu nyingine tofauti na, tofauti na Yanga kwa sababu bahati yake iko Yanga, nyota yake iko Yanga na yeye mwenyewe e, mpaka kutambulika alivyotambulika ni kwa sababu ya Yanga. Na vipi nyie, milango yenu ipo wazi? Feisal, sisi ni kijana wetu. Mimi Feisal ni mdogo wangu kabisa, tunazungumza kawaida, uh, tunataniana. Hatujawahi kuwa na mawazo ya aina yoyote kufunga milango kwa Feisal, kwa sababu ni kijana ambaye tumemlea wenyewe, amekulia ndani mwetu, uh, tunampenda, uh, tunatambua kwamba ana uwezo na akiingia Yanga, Feisal ni mchezaji ambaye, uh, kwa, kwa aina ya timu tulionayo, anaingia naye kucheza na atakupa uh, matokeo o. Sisi hatujawahi kuwa na mawazo ya kwamba ikitokea anatamani kurudi, kwa nini asirudi? Sisi tutampokea uh, muda huo ukifika, kama ataona uh, anahitaji kupata mabadiliko na mafanikio. mi ni sikuchoshe, kesho nimesikia ni paredi bana, kesho ni paredi na asubuhi tutaanzia ikulu ya Zanzibar kuenda kupeleka mataji yetu uh, kabithi kwa kabidhi kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na badala ya hapo uh, tukitoka ikulu tutakwenda kudhuru kaburi la muasisi na mwanamapinduzi wa Zanzibar mzee wetu Amani mzee wetu Abeid Aman Karume pale makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM uh, Kiswandui. Badala ya hapo tutaelekea airport kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam na kufanya lile jambo kubwa ambalo tumekuwa tukilifanya na kuweka alama na kuwa ni klabu pekee ambayo inafanya paredi kubwa eh, hapa Afrika, paredi ambayo imekuwa ikilinganishwa na paredi zinazotokea eh, barani Ulaya. Kwa, ni siku ndefu itakuwa kufanya kwenye paredi kwa sababu natambua tukitoka airport mpaka kufika Jangwani, e, haitakuwa kazi nyepesi kama kawaida ya paredi yetu. Kwa hiyo e, nakushukuru kwa kuona kwamba nipate wasawa kwenda kupumzika kwa ajili ya kujiandaa. Najua kesho e, itakuwa siku kubwa, wananchi watajitokeza kwa wingi sana e, kuipokea timu yao kwa sababu mataji matano ya ndani ya nchi sio machache, ni mengi, kwa hiyo tutawapelekea yote, lakini kwanza tutaanza kuyapeleka kwa Dokta Mwinyi eh, kwa sababu aliahidiwa kwamba angepelekewa kombe. Sisi tutalipeleka kombe eh, eh, kuna wageni walikuja Zanzibar bila ya kutu consult wenyeji eh, wakatoa hizo ahadi. Sisi wenyeji sasa tumechukua makombe yote, tunampelekea mwenye Zanzibar yake Dokta Hussein Ali Mwinyi eh, apate makombe. Na ni kweli mlivotaka kukodi gari mkalikuta wenzenu walikuwa wameshaliwahi. Ni kweli, ni kweli, mi nilikuwepo wakati tunapiga simu kufanya booking, tukaambiwa kwani nyinyi ndo mabingwa? Tukashangaa sisi kwamba jamani, sisi ndo mabingwa, nani tena ambaye anaweka oda ya hili gari? Lakini ukweli unajulikana kwamba bingwa ni nani, na, na limeshafika gari na siku ya leo siku nzima limekuwa likifanyiwa branding na kesho litakuwepo tayari airport kwa ajili ya kutupokea na kuanza ile shughuli yetu ya parade. Hongera pia, nimeona umechukua fomu Mheshimiwa mbunge mtarajiwa <laughs> Mungu na jioni hii ama usiku huu aitikie dua yako. Ni kweli, e, nimechukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama changu cha mapinduzi kwa mara nyingine tena nilifanya zoezi kama hili mwaka elfu mbili na ishirini lakini haikuwa bahati. Naamini mwaka huu inaweza ikawa ni mwaka sahihi wa mimi kuweza kupewa ridhaa na chama changu kuwatumikia wananchi wa nyumbani kwetu, mtaani kwangu Shauri Moyo, mtaani ambako ndio nimezaliwa kwao. jana tarehe ishirini na nane. E, rasmi nimechukua fomu hiyo na natarajia ndani ya siku mbili zijazo e, nitakuwa nimeshaikamilisha na kuweza kuirejesha huku tukisubiria sasa e, ule mchakato wa chama ambao e, umeelekezwa namna gani ya kuwapata wagombea e, na naamini e, chama chetu e, kinatambua e, namna gani ya kuwapata wagombea wake ambao watakisaidia chama kwa hiyo tunasubiri maelekezo ya chama hadi sasa naona maendeleo ya shauri moyo yapo njiani viwanja jamii kunufaika kila kitu kiko njiani ni swala la muda tu wananchi wanasema hivyo bwana wananchi wakisema na sisi tukipewa ridhaa ya chama basi nani tusiwatekeleza wananchi kwao tunasubiri mpaka chama kitakapokuwa kimepuliza kipenga na kama kitaona tuna atakiwa kupewa ridhaa ya kushika bendera ya chama jimboni, basi, inshallah, Mungu atatusimamia katika yale ambayo yapo vichwani mwetu tunayafikiria uh, kuweza kuyatekeleza, na naamini yatakuwa na faida. Asante sana, nakushukuru naye Pablo. Nikushukuru sana mtazamaji wa Almas Digital ambaye umetenga muda wako kusikiliza mahojiano na Vice President mbunge mtarajiwa uh, Arafat Haji ambaye siku hii ya leo umemwona akitembea na bendera ya rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi kwa kile ambacho wengi wamefurahishwa kwa maendeleo ambayo ameyafanya katika uh, maeneo mbalimbali hapa Zanzibar na vile vile kwa wana michezo, sina la ziada bado unao nafasi ya kutembelea eh, ukurasa wetu wa Instagram Almas Digital TZ, lakini vile vile ukasubscribe YouTube chaneli yetu, ili uwe wa kwanza kila ah, ambapo tunakupa update ya interviews na matukio mbalimbali ya kimichezo, burudani, pamoja na siasa. Asante sana, nyuma ya kamera ni Almas Adam, mpaka wakati mwingine.